Nam mtazamaji wa Faida Online TV, ni safari ya mwisho ya mtoto Rajabu Saidi ambaye amefariki dunia kwa kung'atwa na nyoka akiwa nyumbani kwao kwenye kijiji cha Imekuwa, kata ya Naumbu, wilaya na mkoa wa Mtwara, moja kati ya maeneo ambayo yamekuwa hatari sana kwa nyoka wakali TV tulipata taarifa hiyo kwamba kijana huyu ameng'atwa na nyoka alipokuwa akifukuza mbuzi akiwa na mama yake, lakini baada ya kung'atwa na nyoka huyo alifikishwa kwenye zahanati ya imekuwa na akapatiwa huduma ya kwanza mapema tu, lakini baadaye hali ikabadilika, na baada ya hapo familia ikachukua jukumu la kumfikisha kwenye hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mtwara Ligula, lakini kabla hajaingia ndani ya hospitali hiyo akiwa getini alifariki dunia. Faida Online TV tumefuatilia mara baada ya kupata taarifa hii na tukaambiwa kwamba anazikwa nyumbani kwao pia upande wa baba yake hapa kwenye kijiji cha Msijute na tumefuatilia kwa ajili ya kuweza kujua undani pia wa taarifa hiyo. Jina langu naitwa Karim Faida hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, ku like na comment channel yetu ili endelee kupata habari zetu, hakika sisi ni watu wa field tafadhali, baki nasi. Mimi naitwa Abiba Selemani Ali maarufu Litembe. Ni mkazi wa wapi? Mkazi wa Majengo kata Naumbu, tarafa Mayanga. Baladhani tu tumekaa tu, ndio anakuja mbuzi wale. Baada kuja mbuzi, nikainuka mwenyewe nikaenda kuwafukuza wale mbuzi. Mama, naenda kufukuza mbuzi. Ndio basi nakukimbilia sasa yule, kwa sababu mtoto mdogo amekuwa wa kwanza mwepesi kuwafukuza wale mbuzi. Baada ya kuwafukuza, anatazama mbele, anakuenda mbuzi, atazami chini kumbe anaporuka pa kumbe pana mdudu, maana yule mdudu njo wamegongana, akamng'ata mguuni, namwona anarudi, anakimbia, amekimbia hatua zake nne, hatua ya tano amedondoka. Maana njo pale tukakimbia moja kwa moja mpaka zahanati, akapata huduma yake ya kwanza, yani ni safi tu. Baada ya kufika zahanati, amepatiwa huduma. Alichukua muda gani kufariki? Amechukua muda wa saa moja. E, pale ametoka yuko mzima mpaka saa moja tunapigiwa simu, kwa sababu tulipewa barua ya kutoka pale zahanati mpaka Ligula. Kwa maana anafika getini ya mlango njo tunapewa taarifa kusema amefia getini kwa, amefia kwenye geti la hospitali ya rufaa ya, ya Ligula. Ligula njo alikofia. Mkiwa kwenye zahanati ya Imekuwa, alipatiwa sindano ile ya nyoka ama alipewa huduma zingine alipata mimi, jina langu naitwa Hamisi Ahmadi, ni mkazi wa kijiji cha Majengo kata ya Naumbu, marehemu ni mjukuu wangu. Gharama zake baada ya kufanya tiba zao zile, ikaonekana kidogo mwelekeo wa hali kidogo ina, ina, inaonyesha mzuri, basi hapo ndo tulianza kuitwa. Ma, alimwita mama mtu, basi akaenda naye chumbani kuongea naye lakini mama mtu akaniletea mimi mrejeshe sema kwamba kuitwa nilikoitwa basi nimeambiwa kwamba pale sisi tunadaiwa laki mbili na elfu hamsini kwa sindano ile ambayo ameitumia. Lakini baada ya kupata hiyo sindano hali yake ilikuwaje? Eh, hali kidogo ilikuwa nzuri kidogo, eh, haikuwa mbaya sana eh, lakini ghafla tu ikawa pale tumemwagika. Hata daktari mwenyewe alisema sasa, hapa ondokeni, kwa sababu hali ya mgonjwa inaendelea vizuri. Mimi nikaenda kuwawai watoto, ah, ghafla napigiwa simu, naitwa, njoo haraka, hali ya mgonjwa imebadilika, hali sio mzuri na kwa kweli kufika pale nimekuta mtoto yule ah, hali yake sio mzuri. Basi tukafanya pale utafiti wa kupata bodaboda kumkimbiza yule mtoto lakini nilivyomwangalia nilimwona huyu ah, mtoto huyu sidhani kama atafika hospitali. ah, sisi mimi ushauri wangu tu ni kwamba ni kuishauri serikali kutokana na hali tuliko nayo sisi hali ngumu. Sisi deni hili tulilipokea, lakini kusema kweli uwezo wetu mdogo sana wa kulipa. Sasa kama kuna uwezekano, sisi tunaomba sisi watupunguzie au hata kutusemehi kabisa, kutokana na mafanikio yetu sio mazuri. Jina langu Saidi Hamisi Nawanda, wa mkazi wa Msijute, ni mwenyekiti wa wazee wa kata ya Mayanga. Dawa za nyoka, ukienda kabla bado hujakibiwa mtoto anafariki, alafu anataka laki mbili laki tatu mtoto ameshafariki kwa vile serikali kama serikali na raia kama raia si nazungumza kwamba muboreshe habari hizi, ni hatari ni hatari. Na sisi tuna kata moja hii ya kata ya Naumbu, habari matukio ya nyoka huwa yanatokea mara kwa mara kuliko kata zingine zote, na nalingo, tatizo letu ndio hilo. Naitwa Rafaeli Lucas na Vilongo ni mkazi wa kijiji cha Mayanga kilichopo kata ya Mayanga. Sasa kutokana na gharama ambazo tumekuja kuzisikia baada ya tukio hili na mtoto ni mdogo, lakini tumekuja kusikia gharama ya kufikia laki mbili, lakini muda huo huyo mtoto kafariki. Sasa je, tunajiuliza kama sisi jamii wa kawaida, mtoto amefariki na gharama zake ni kubwa. Oh, kwa majina naitwa Mwanaenzi Shaha Yusufu, ni mwenyekiti wa UWT umoja wa wanawake kupitia tiketi ya CCM kata ya Mayanga. Niwaombe serikali, tiba ya nyoka imekuwa iko juu sana, kiasi kwamba mpaka wale watu au wananchi wanashindwa kujitibia kutokana na tiba hii. Gharama ziko juu sana, sindano ya nyoka inafika laki mbili mpaka laki tatu. Kwa hiyo tunaiomba serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan, tunakuomba mheshimiwa rais tunaomba viongozi wengine wa serikali kupitia chama chetu cha mapinduzi ipunguze tiba hii ya nyoka angalau wale wote waliokuwa na uwezo wa chini basi wapate matibabu kwa urahisi. Abeid Abeid Kafunda, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Mtwara. Ya, hivi karibuni kulikuwa kuna malalamiko ya, ya wananchi kuumwa na, na nyoka eh, lakini halmashauri imefanya jitihada za makusudi kabisa imehakikisha kwamba imesambaza sindano zote za kuua sumu ya nyoka katika zahanati zote za vijiji vyetu vya Halmashauri ya Mtwara katika kata zetu zote ishirini na moja. Kwa hiyo tunawaomba wananchi, mwananchi yeyote atakayekuwa ameumwa na nyoka yeyote atakayekuwa ameumwa na nyoka akimbie katika zahanati ya karibu kwa ajili ya kuchomwa sindano hiyo. Sindano hiyo ni tiba ya haraka kwa sababu inaondoa sumu hiyo ya nyoka kwa haraka Kabla hajasambaa mwilini na kusababisha madhara makubwa. Okay. Na wapo ambao wanazungumzia swala la bei kwa sababu inaenda mpaka karibia laki mbili mpaka laki mbili na nusu, wanaomba uh, hakuna uwezekano wa kupungua pengine bei hiyo ya, kwa kweli tiba hiyo ya, ya, ya, ya hizo sindano sio bei kubwa kama wanavyo wanavyoongelewa wananchi, lakini tunachowashauri wananchi ni kwamba wanapopata hiyo shida ya kuumwa na nyoka wafike kwanza kwenye zahanati watapatiwa sindano hiyo ya kuondoa sumu alafu baadaye watapewa utaratibu wa kulipia, lakini gharama sio kubwa kama wanavyofikiria hmm. Na kuna wale ambao pengine amepata huduma hiyo alafu labda alonga hatu akafariki dunia e, swala la malipo linabaki pale pale ama utaratibu na kuwaje? A, kwa mtu ambaye amepatiwa huduma ya sindano hiyo na kwa bahati mbaya akawa amefariki hatolipia chochote okay. e na kushukuru sana. Haya, nashukuru sana. Faida Online TV, kazi yetu ni kukusanya na kuweza kuletea taarifa mbalimbali kutoka maeneo tofauti, kama ulivyosikia, mpaka kufikia hapo nimefikia tamati. Jina langu naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Asante na kwaheri.